Karibu tena ni kufundisha namna gani unaweza ukanunua bidhaa nje ya nchi. Nilikufundisha sana kuonyesha kwa katika website tofauti tofauti, kama Alibaba, namna gani unaweza kununua vitu za China na ukaleta mpaka Tanzania, na hizo hizo nimekufundisha sana, lakini leo utakuwa tofauti. Kama ni mara ya kwanza kuwa hapa katika channel yetu, kumbuka kusubscribe, kulike na kushare. Ukiwa kwamba una swali, usisite kuuliza, nitakujibu. Na huduma hizi ni bure, utolipia kitu chochote, na ukihitaji kuelekezwa, haina shida. Hakuna gharama au malipo yoyote ambayo utahitaji kulipa ili kupata huduma hiyo au kupata kile ambacho unachotaka. So leo kama nilivyokuambia, niko tofauti kidogo. Nataka nikufundishe nao, nataka nikuambie ni vitu ni gani ambavyo natakiwa kufanya ili kununua bidhaa kwa usahihi. Unajua kununua bidhaa mtandaoni ijawahi kuwa jambo rahisi. Hata mimi wakati sijapata kuwa na experience kubwa kama hii ambayo mimi nakufundisha leo, nilikuwa nikichanganya au nilikuwa niki nikinunua bidhaa kwa njia ambayo ilikuwa sio sahihi. Kwa hiyo hali ile lilipelekea kupata hasara sana, kwa sababu moja naweza nikaleta bidhaa ambayo labda mimi naiona kwa picha, lakini katika maelezo ni bidhaa ambayo iko tofauti. Kwa hiyo mimi nikileta ile bidhaa na, na, nikilete inakuwa tofauti na vile nitarajia. Aidha tena nilikuwa sina macho ya kuiangalia bidhaa kwa usahihi. La, kwa sababu nimeshatumia muda mrefu sana kununua bidhaa nje ya nchi, basi inakuwa na jicho la, la kuona hii ni design fulani, bila hata kuangalia maelezo. Naweza ikanielee, naweza ikaeleza kila kitu kwa kuiona tu picha wanazoziweka, na nikaelewa kila kitu, kwa hiyo kwa sasa hivi. Lakini kwa zamani na mimi nilikuwa kama wewe, labda ambaye huna experience, lakini leo naenda nikakufundisha namna gani unaweza kuwa na hiyo experience ya kununua bidhaa nje ya nchi. So kabla ya kuendelea, naomba nikudokeze hili yeah, hapa but... Ikiwa bado una mashaka au ukihitaji msaada kuhusu namna gani ya kununua bidhaa kutoka nje au kusafirisha, kuna kampuni ambayo ni rafiki kwako, ni ambayo ni nasafirisha kwa haraka hakika na salama, inaitwa Tanzua Express. Unaweza ukaandika kwenye Instagram Tanzua Express, ukiwa na swali lolote unaweza ukauliza. Nataka nikwambie huduma Tanzua Express inatoa huduma ya kusafirisha mizigo au kununua, inaweza kusaidia kununulia au kukusafirishia mizigo yako kutoka nchi yoyote kama vile Dubai, Uturuki, China na Marekani, ikakungulia bidhaa ikakusafirishia mpaka mlangoni kwako. Labda wewe unaishi mkoani, Tanzua Express ija kuacha, inakufanyia delivery kutoka hapo kutoka mkoa a mpaka b, na unataka utoe mkoa b kwenda a, Tanzua Express bado wako na wewe. Kwa hiyo huduma zao ni za uhakika, naomba wasiliane nao waweze kukuhudumia kupata huduma ambao ni sahihi. Sasa tuendelee katika kile ambacho nataka nikufundishe, namna gani na ya kununua bidhaa kwa usahihi kutoka mataifa ya nje na ni vitu gani ambavyo unatakiwa uviandae unapotaka kununua bidhaa katika kutoka mataifa ya nje. <muchos>